Vitu vikali. Vitu vyenye ncha kali kama vile glasi zilizovunjika, visu, mikasi au nyembe huwa hatari ya kawaida kwa watunza nyumba. Ili kuzuia majeraha, vaa glavu za kujikinga kila wakati unaposhika vitu vyenye ncha kali au kusafisha sehemu ambazo zinaweza kuwepo. Tumia zana kama vile koleo au sufuria kuokota vitu vyenye ncha kali kama vile glasi iliyovunjika badala ya mikono yako. Wakati wa kutupa vitu vyenye ncha kali, daima uweka kitu na upande mkali kuangalia chini. Unaweza hata kuifunga kwenye gazeti kabla ya kuitupa. Usiwahi kusukuma mifuko ya taka, kwani unaweza kuwa na vitu vyenye ncha kali ndani. Kwa vitu kama vile sindano au wembe, hutumia vyombo maalum kukiokota. Jeraha, safisha jeraha mara moja, weka shindikizo ili kukomesha damu na ufuate matibabu ikibidi. Kaa macho na kufuata hatua hizi za usalama husaidia kuzuia ajali na kuweka mahali pa kazi salama.